Uh, karibuni darasani. Hii ni butterfly stitch na mimi ni Farida Othman. Twende tukaisuke nywele hii. Kwanza kabisa kata mstari wako ambao utakuwa umenyooka, alafu kinachofuata tutakwenda kupaka gel. Upande wa mbele tutakata kijibutu kidogo tu na kupiga mara tatu kama hivi ambavyo, unaona, hivi. Alafu ile ya juu tutaileta chini, ya chini tutaileta juu. Ya katikati itakuwa ina inapishana hapo. Baada ya kusuka kama kibutu kawaida nitaenda kuongezea nywele ya mteja wangu hivi ambavyo unaona. Kwao nitakata kwa kutumia kitana changu chenye ncha kama hivi, alafu nitaibana. Nitasuka mara ya kwanza hivi. Nitabana na vidole vyangu vya katikati mara ya pili. Angalia vidole ambavyo wewe mwenyewe unahisi kwamba upo comfortable na nywele yako unaishika vizuri. Tutakata tena kuongezea, uh, nywele ya mteja, na ukiangalia, okay, nywele ya mteja wangu mimi ni nywele ambayo iko natural, haina dawa sawasawa lakini naenda kuisuka butterfly yangu stitch na itakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo utakachokifanya nitakata nywele yangu ya mteja, nitaongezea, nitasuka mara ya kwanza hivi. Hii ya juu nitaileta chini, alafu ya chini nitaipandisha juu. Umeona, sio ngumu kama ambavyo watu wengi tumekuwa tukichukulia, tukiichukulia stitch. Sasa suka mara ya kwanza, mara ya pili kama hivi ambavyo unaona Kata tena ongezea nywele ya mteja hivyo hivyo mpaka ambavyo tutamaliza. Hakikisha unachukua nywele kidogo kidogo, usichukue nywele nyingi sana, hazitokupa muonekano ambao ni mzuri. Naomba nikukumbushe, unaweza kujiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ni bure kabisa. Unachotakiwa no kufanya ni ingia YouTube, tafuta Farida Othman, gusa hiyo button nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini, alafu baada ya hapo nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen. Kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na madarasa yetu ya live pia tunawakaribisha sana sana sana. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha kusuka nywele aina zote. Tunafundisha kufanya makeup, tunafundisha mambo yote yanayohusiana na na saluna. Sisi uzuri ni kwamba tunapokea mwanafunzi ambaye hajui kabisa. Yaani, hata kama huna idea yoyote hujawahi kusuka. Lakini tu unahitaji kuingia kwenye fani hii ya urembo, sisi tunakukaribisha sana sana sana na tunaposema tunafundisha basi huwa tunamaanisha. Sawa sawa, una swali na chochote niandikie kwenye comment hapo chini. Ada zetu kuanzia laki tatu mpaka laki sita ukihitaji hosteli kila mwezi ni shilingi laki moja. Namba ni hii ambayo unaiona kwenye screen. Kwa hiyo wala mimi nitokea mikoani, pia tunawakaribisha. Sawa? Okay. Kwa hiyo nitakachokifanya kama umenoti kwamba upande wa mbele nywele yangu mimi ni pana, upande wa chini ni nyembamba, kwa sababu kwa mbele tu uh, kichwa cha binadamu huwa ni papana na upande wa nyuma huku unakuwa ni mwembamba. Baada ya kusuka stitch yangu ya mkono, hatua itakayofuata sasa, nitakwenda kutumia sindano yangu ya crochet kwenda kupachika rasta yangu, ili niweze kusuka ile mstari ambayo itakuwa ni butterfly stitch. Ni rahisi sana, sawa. Tutachukua sasa sindano yetu ya crochet, hii hapa, tutaenda kupachika nywele. Tutaanza kidogo, kidogo kadri tunavyoenda tutakuwa tunaongeza. Sawa, unapachika, unaweka kati kwa kati, unaendelea hivyo hivyo kwa sawasawa. Hiyo kwa wale ambao kusuka nywele kubwa inakuwa inawasumbua, tumia njia hii itakusaidia sana sana sana. Kwa wale ambao mnahitaji jamani, kujifunza kusuka, karibuni sana. Tunaposema tunafundisha sisi, huwa tunamaanisha. Mara nyingi naambia tu kwamba jiulize, ni unasoma tu hivyo online, lakini unajikuta unafahamu vitu vingi zaidi. Kwa hiyo ni ni dhahiri kwamba ukija mafunzo ya live utajikuta unafahamu vitu vingi vizuri zaidi ya vile ambavyo unatarajia. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa hiyo, kadri tunavyoenda tutakuwa tunaongeza rasta. Sasa rasta ninayotumia ni kutoka Darling Tanzania. Sasa unaweza kutumia Glamo Zanzi, ukatumia Superstar, ukatumia Baby XL, ukatumia Sensation, zote ni kutoka Darling Tanzania na zote zina uwezo wa kutumika kutu, kusukia staili hii ya butterfly, uh, stitch. Okay? Haya, kwa nini tunaita butterfly? Tunaita butterfly kwa sababu ukiangalia ni stitch lakini kwa juu ina line ambayo imelegea fulani hivi kama butterfly, tumeilegeza imekuwa kama butterfly braid sawasawa. Kwa hiyo ni ndio hivyo, okay. Kwa hiyo tutaendelea kupachika nywele yetu kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo nitapachika mpaka mwishoni kabisa huku chini, alafu baada ya hapo nitaanza kwenda kusuka sasa nywele yangu, sichoke kwa sababu video kidogo ina process, lakini ukijua umejua. Kwa hiyo hii haina, haina nini? haina kurudia mara mbili, yaani ukiangalia mpaka mwisho, ukijua umejua, ukiweza umeweza. Sawa, umeiona nywele yangu inavyokuwa. Nimeiweka kati kwa kati, rasta yangu. Kwa hiyo nitaanza. Ile ya juu nitaileta chini hii hapa na nitachukua na hii ya chini nitasuka hizi, umeona ninavyopishanisha Sawa, afu nitaongeza upande wa juu hii hapa. Nitachukua na ile ambayo nimetoka nayo juu nitachukua tena upande wa chini hivyo kama ambavyo sasa huwa tunachukua, aidha tunaposuka eboyebo au tunaposuka nywele ya mteja ya njia tatu kawaida. Kwa hiyo ndo tutasuka tena njia tatu hapa, mistari ambayo itakuwa imenyooka kuelekea upande wa nyuma. Sawa, chukua rasta ile inayofuatia ndio uchukue. Sio kama umeruka nywele nyingine, ukao umeiacha hautapata ile muonekano ambao tutakuwa tunauhitaji kwa siku hii ya leo. Sawa sawa, ni rahisi sana kama utafanya mazoezi. Umeona ninachokifanya? Alafu pia uzuri ni kwamba hii hatusio ikaza sana kwa sababu tunataka tukija kuiachanisha itokee zile butterfly ambazo sisi tunazihitaji. Kwa hiyo nakuomba mwanafunzi wangu unaposuka uh, una basi hii butterfly yako usiikaze. Just suka kwa kurelax. Chukua ya juu, hii hapa, pishanisha katikati, alafu rudi, chukua nywele yako ya chini hii hapa, pisha bana na kidole chako cha shahada na kidole gumba, pishanisha katikati, nenda tena kachukua upande wa juu. Tutachukua, tunachukua juu, chini, juu, chini, juu, chini. Sawa, ni rahisi sana tu kama tu utafuata maelekezo, okay. Wakati naendelea kuisuka sasa nywele yangu, kuipishanisha upande wa katikati, naomba nikukumbushe kwamba kuna wale ambao mna mmemaliza form 6 mmemaliza chuo, una plani ya kwenda kusoma uh, zaidi nje ya nchi, naomba nikusisitize, usiondoke bila kujua hata hata, hata nywele ya mikono itakusaidia sana. Njoo tukufundishe, njoo jifunze, njoo uondoke na ujuzi wako ambao utakuwa una uwezo wa kukusaidia wewe, utakapokuwa nje ya nchi, itakusaidia sana na utaona faida yake, na utakuja kusema kweli, uliniambia sawasawa. Karibuni sana, usiondoke hivi hivi. Okay. Kama nywele zikiwa ni zimezidi sana zinakushinda nguvu basi jitahidi utakapokuwa unaongeza rasta pale usiweke rasta nyingi sana. Kwa wale ambao mnaanza. Lakini kama utakuwa tayari mzoefu itakuwa ni rahisi na butterfly yako itatokea nzuri kama hii ambayo unaiona. Umeona unapokaa nywele yako vizuri. Kwa mteja anapokuja, nataka unisuke stitch lakini kubwa kubwa, kama hivi. Hii ndio njia ambayo inatumika, ndio utapata muonekano huu. Ukisema uongezee direct uh, nywele pale pale ukiwa unasuka aidha ni stitch yako haitokupa muonekano kama huu ambao unauona. Sasa, namba nikukumbushe, mimi jina langu ni Farida Othman na tunawakaribisha sana sana sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Na uzuri sisi ni kwamba tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Karibuni sana sana sana. Okay? Sawa, kwa hiyo nitamalizia mkia upande wa chini, kama utahitaji mikia minene zaidi hapo uh, uh, kwa lugha rahisi ni kwamba utaenda tena kuiongezea. Rasta yako. Sasa tunataka ile butterfly iwe butterfly zaidi, iwe imechanua zaidi. Tutaisuka kwa relax na tutaenda tena kuilegeza zaidi pale ambapo tumelegeza mara ya kwanza. Umeona ilivyokuwa rahisi? Kama umeipenda hii nywele niandikie kwenye comment; unahitaji kujiunga kwenye magrupu, fuata maelekezo ambayo mimi nimekupatia siku hii ya leo. Umeona ninavyoilegeza nywele yangu kama hivi ambavyo unaona. You see? Kusha legeza mpaka kule kwenye ile line yenyewe ile. Hivi ndivyo ambavyo tutafanya. Kama utakuwa hujaelewa, niandikie kwenye comment. Kama kuna nywele unahitaji pia kujifunza, tutakufundisha hapa hapa kupitia YouTube channel yetu. Ni bure kabisa. Unachotakiwa kufanya channel yetu, kufanya, subscribe channel yetu comment, nywele ambayo unahitaji, tutakwenda kukufundisha kwa uzuri kabisa. Sawa sawa, okay? You see, umeona alivyopendeza huyu dada. Naomba nikuonyeshe ule mwonekano wetu wa mwisho kwa siku hii ya leo. Mi ni jina langu ni Farida Othman, endelea kujifunza na sisi upate kunufaika na mafundisho yetu. Yapo mambo mengi ambayo unaweza kujifunza kupitia YouTube channel hii na ni bure kabisa. Weka bando lako la 500, ingia jifunze. Hii ni final touch, umeiona. Hii ni butterfly stitch, ni nzuri sana sana sana kwa wateja wako. Seme asante, endelea kujifunza nasi. Naomba nikukumbushe usiondoke bila kugusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe upande wa chini, hapo chini, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo ipo kwenye screen yako. Mimi nasema asante na endelea kujifunza nasi, karibuni sana, Farida Beauty Academy.